Wanapai habarini, wanapai wote, natumai wote mu wazima kabisa wa afya. Uh, nimeamua kutengeneza video hii kwa sababu watu wengi naona wamepata changamoto na wajaelewa hii kwa nini. Sasa ukifungua app yako, kuna muda unaambiwa confirm migration, kwa wale watu ambao wajafanya migration. Uh, basi niwaondoe hofu, kwa ili jambo la kawaida tu, na tutapitia kwenye video hii na kueleshana jinsi ya kufanya verification kihalali na kisawa kabisa, na pia tutaangalia ni kwa nini tunafanya hivi. Basi kabla tujaendelea mbele, naomba usubscribe, ulike video na uwache comment. Basi sawa, sasa kitu cha kwanza ni kwa nini tunapata hii wallet verification before migration, kabla ya kufanya migration? Kwa sababu CT, tukienda katika official page yao pale Twitter au X CT walitangaza wakasema, wanaanzisha mfumo wa two factor authentication, yani kuhakiki kwa mara ya pili wallet yako ili isiibiwe. Kwa hiyo hii ni njia salama kabisa ambayo wameianzisha, ambapo utatumia email yako kuverify account yako kabla Pi zako hazijahamishwa kwenda kwenye wallet. Kwa hiyo iko ni kitu cha kawaida kabisa kwa hiyo msiogope, na hili tangazo lilitoka official kabisa kutoka kwa CT team. Na utakapofanya utakapo, fanya, utakapo confirm na pai zako zikawa migrated, zikahamishwa kwenda kwenye wallet yako, basi itachukua mpaka siku kumi na nne wewe kuweza kuzitumia. Basi kwa kuwa tumeshafahamu hilo, basi tuendelee na video yetu. Basi ukifungua pai yako application ukakuta ujumbe kama huu basi usiogope, cha kufanya wewe utakliki hapo kwenye iko kitufe cha, cha zambarau kilichoandikwa confirm this wallet. Ukisha kliki iko kitufe cha confirm this wallet, basi utaenda itafunguka kitu kama hiki. Kikishafunguka kitu kama hiki utaandika pale yale maneno yako ishirini na nne utaandika maneno yako ishirini na nne yale yakishafika ishirini na nne uta unlock with. Passphrase. Ukisha unlock with passphrase hapo itakuletea screen nyingine kama hii, itakwambia umeingiza sahihi passphrase yako, lakini tunaomba uhakiki ujumbe ambao tumekutumia kwenye email, atakwambia, email confirmation was, email confirmation was sent to your email, so utaenda uta click link katika email yako ile ili kuweza kuverify Pi zako. Basi ukishakuletea ujumbe kama huu utatoka, hapo utaenda kufungua application yako ya Gmail. Ukishafungua application yako ya Gmail utatafuta, utatafuta sehemu ambapo walikutumia kama mimi hapa mnavyoona, nilishatumiwa nilishatumiwa hapo. Kwa hiyo utaklik email yako kama hivyo. Kisha click email yako. Kabla tujaenda ku click ile neno pale la blue lililoandikwa verify migration wallet, kitu cha kwanza kabisa tuta click hapa juu. So umeona hapa walipoandika to me, Pi Network to me, tuta click hapo, itafunguka. Utaona hii email imetoka kwa nani. Kama hapo utaona imetoka Pi Network no reply at pi dot email. Basi ukiona hii domain unajua kabisa basi hii domain ni ya Pi na hawa kweli walionitumia hii verification ni Pai. Na kama ya kwako haitakuwa imefanana kwa hivi, basi unaweza ukaenda ukaingia waka kwenye website ya Pai kama ifuatavyo. Ukishaingia kwenye website ya Pai utaenda safety and security, sehemu ile ya safety and security utaona wamekuandikia usika official communication channel zao wanazozitumia zote, na utaenda hapa kwenye email domain. Kwenye email domain hapo utaona wamekuandikia email ambazo wenyewe watatumia kutumia pioneers vitu kama verification. Ukiwa una shida yoyote, watakujibu kupitia email hizi hapa tatu zilizoandikwa Pi email hii, wanakuambia ni pioneer email verification at pi.email, kuna picoreteam.org na minepi.com. Hizi ni support emails. Basi kwa kuwa umeshaiona hii email at pi.email, ndio ile ndo ile email yako ambayo umeletewa hapa no reply at pi.email. Basi hii inahakikisha kuwa hii domain ni sahihi. Baada ya kuona kuwa hiyo domain ni sahihi, unarudi chini, una click iki kitufe hapa kilichoandikwa verify your migration wallet, au una kliki iki cha hapa chini kilichoandikwa verify this email from pi network. Basi wanaye pioneer, ndo hayo tu. Na ukishakamilisha hayo, utakuwa umekamilisha migration yako process. Basi baada ya hapo, utasubiri siku kumi na nne pale pai zako zitakapoingia kwenye wallet yako. Asanteni sana na unawakumbusha usisahau kusubscribe, kuview na kushea video hii katika magrupu yako ya pioneers, ili wote tupate elimu hii ya msingi. Asanteni sana. Karibuni tena na wekeni comment chini hapo mkitaka nitengeneze video nyingine zaidi za kuelewesha na tuweze kujifunza kuhusu Pi Network. Tuko pamoja wana pioneers.